Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracles Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Tuliishia Mr. Singa amekwenda kumwona mke mkubwa kule nyumbani kwa lengo la kumchukua mtoto wake wa kwanza ili amfanye msukule. Na kama kawaida Mr. Singa siku hiyo alivyomtembelea akawapa zawadi zake na kisha ilipofika jioni, akaondoka zake na kurudi kwa bi mdogo. Basi usiku mida ya saa mbili, kijana Derek, ambaye alikuwa na miaka kama 24 hivi, na alipata ugonjwa wa ghafla, yaani kama ilivyotokea kwa watoto wale wawili waliotangulia. Hali hiyo ilimfanya mama Derek achanganyikiwe, huku honi ya hatari ikiwa inapiga kichwani mwake. Mama Derek alipiga makelele kana kwamba amefiwa. Baadhi ya majirani walifika pale na hali waliyomkuta nayo Derek hakika ilikuwa ni ya kukatisha tamaa kabisa. Mama Derek hana namna. Huyu atakuwa mumeo tu anataka kufanya jambo, tuombe tu Mungu asaidie. Basi hayo ndio yalikuwa maneno ya mmoja wa jirani zake, yakiwa yanaonyesha kwamba wanajua tatizo hilo haliwezekani kutatulika. Upande wa huku sasa, shuleni usiku huo huo, Velina akiwa darasani kujisomea, kuna makelele ni kama vile alianza kuyasikia kichwani mwake, huku sauti ya msaada ikiwa inasikika. Yaani ilionekana sauti ya kijana akiwa anaomba msaada. Yeye alikuwa anajisomea, lakini anaona ghafla amepoteza utulivu. Basi Velina akiwa katulia anasikiliza, mara alisikia sauti inamuita na kumwambia atoke pale shuleni akatende msaada. Ni kweli, Velina alichukua daftari zake na kuzipeleka bwenini. Baada ya hapo, alitoka pale shuleni. Spidi ya Velina ilikuwa ni zaidi ya upepo, yaani ilikuwa ni spidi kama haja hajapita hivi. Safari ya Velina ilienda kuishia nyumbani kwa mke mkubwa kule mke wa Mr. Singa Velina alikuta majirani ndo wanaondoka huku wakimwacha mama huyo na wanaye tu na mgonjwa wake. Mama derek alikuwa analia kama ndo tayari mwanaye amekufa hivi, kumbe bado. Velina alizama ndani bila hata kupiga kupiga hodi au kugonga mlango. Basi mama Derek na watoto wake wawili ambao walikuwa wamesalia walibaki wamekodoa wa macho tu na mama Derek akiwa kafura hasira, alisimama kwa ajili ya kumzuia kumkabili Velina, kwa sababu alikuwa anamjua vizuri kwamba huyo huyo binti alikuwa ni anajua ni mtoto wa yule Mr. Singa. Kule si aliwahi kuja kujaga pale kwenye msiba, kwa hiyo alikuwa anajulikana vizuri kabisa. Basi, kwa hiyo baba yako ndio kakutuma kummalizia mwanangu, sio? Mama Derek akiwa anahema kwa hasira aliuliza, mama, tulia, mimi niko hapa kukusaidia ili usipoteze mwanao, ila ukiwa mbishi mwanao atapotea moja kwa moja, kwa sababu mpaka muda huu tayari ashachukuliwa msukule. Yaani hiyo pumzi unayoisikia hapo ni feki, muda wowote inakata. Velina akiwa serious aliongea. Basi Mama Derek na watoto wake ilibidi wawe wapole na kumtazama Velina kwa macho ya huruma, wakawa hawana jinsi. Ilibidi wakae kimya. Sikiliza huyu kijana, mpaka muda huu ashachukuliwa. Basi Velina akawaambia, huyu kijana sikiliza, mpaka muda huu ashachukuliwa msukule na muda wowote hapa anakufa, ila anakufa mbele ya macho yenu. Ukweli ni kwamba bado atakuwa ni mzima. Naombeni itakapofika kesho, msije mkatoa chozi, msilie wala kutoa chozi, wala msimwambie mtu kama mmefiwa. Yani nyie tulieni, kaeni kimya kama hakuna kilichotokea. Majibu mtayapata hiyo hiyo kesho, na itakapofika jioni mimi nitakuja kuwapa mbinu nyingine. Velina alitoa maelezo. Baada ya hapo aliwaaga na kuondoka. Hazikupita dakika hata ishirini baada ya Velina kuondoka, Derek alifariki mbele ya macho ya Mama Derek na wanaye wawili. Mama, unamwamini kweli yule dogo au ndo katumwa kutumalizia kaka? Mbona kama kaka kaacha ka, ka kupumua? Mtoto wa Mama Derek akiwa anataka kuanza kumwaga machozi alimuuliza mama yake kwa uchungu. Mwanangu, kwa kuwa hatuna cha kufanya mpaka muda huu, wacha tumwamini, huwezi jua Mungu labda kapanga nini. Mama Dereki aliwafariji watoto wake, japo kuwa naye alikuwa hajamwamini kabisa Velina. Basi masaa yalisogea, hatimaye palikucha, huku mama Dereki na watoto wake wakiwa wamekaza. Majirani walipita kumjulia hali mgonjwa, Mama Derek aliishia kujibu kwamba anaendelea vizuri. Basi upande wa pili, upande wa pale nyumbani kwa Mr. Singa akiwa katulia tu na mke wake tuli, mke wake mdogo, huko wanasubiri taarifa ya kifo cha Derek. Walishangaa hakuna taarifa yoyote wanayoipata. Mr. Singa alijaribu kupi, kupigia baadhi ya watu ila walijaribu kumwambia kwamba hawana taarifa yoyote kuhusiana na familia yake ya kule kwa mke mkubwa. Basi ikabidi atulie kwanza, kichwa kikiwa kinauasha, huku akiwa anaona mambo kama hayaendi sawa hivi. Mr. Singa aliamua kwenda mwenyewe pale nyumbani kwake. Basi Mama Derek akaanza kuuliza Vipi hali hapa nyumbani? Mr. Singa baada ya kufika, huku jicho likiwa linamtoka, alimuuliza mkewe. Hapa safi tu, hakuna tatizo lolote, mimi na wanangu tunaendelea vizuri. Mama Derek akiwa serious, huku hana wasiwasi wasi, alijibu majibu ambayo yalimfanya Mr. Singa masomo yote aanze kutetemeka, yaani Mr. Singa kwenda rada zake na na mitambo yake yote alipoangalia, anaona Derek tayari kazima na kilichobaki ni kuja kumshindilia baada ya maziko, sasa kumchukua. Halafu kitu cha kushangaza anafika pale anaambiwa wanaendelea vizuri. Mr. Singa alijikuta sasa anaanza kulazimika kuingia ndani ili kwenda kumuona, kujionea mwenyewe, kuangalia kama Derek yupo au la. Basi mama Derek naye hakukubali hicho kitu kwake kitokee, yaani iligeuka kuwa vita kali ya mama Derek na Mr Singa. Sasa hapo ndo tunataka tujue, Mr Singa awamu hii atafanikiwa au la, au awamu hii ndo atakuwa kaingia choo cha kike? Fuatana nami katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracles Daughter. Asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.